Lakini lakini wengine anasema kitabu hicho, nawaambia ninyi, wengine wasio na mafundisho hayo, wote msio na mafundisho hayo Nitarudia. Nitarudia. Nita lakini nawaambia nini? Ndio, wengine mlio viatina wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za shetani, wasipo wasipojua fumbo za shetani. Inamaana shetani anatengeneza shetani mazingira ya mafumbo, unajua kama kwamba unasaidika hivi una- yaani unaona kwamba kwenye kitabu niliyokuwa nayo sasa nimepata kama msaada. Hizo ni fumbo za shetani. Yani, misaada ya kwamba umeteseka ume kwa ajili ya neno la Mungu, akukapatikana msaada wa mpagani. Epukana nalo mpagani, ndiye akaja sasa. Unajua hawa hawa nao kwa kawa na roho mbaya, wana mioyo mibaya, hawa hawana lolote. Ni njoo nikusaidie. Unajua nilikuwa na kadawa, ndio okay, kenyewe kalimsaidia mwanangu hata au nasema uongo eh? hapo rudia. Unajua hawajaelewa anajua Mungu, anajua kwamba unaweza kupata msaada hapa, hapo una, unajua nimekuona ni umeteseka hapo, mtoto kaaka kana, kana nini hapo, anasema kana nini hizi eh, wa mama simsemwe, anaweza katoto kana, kana si kana nini kanadegedege haka, najua kuna njo njo njone, kuna kamzizi ana- anakuja anakufungia ana, ana mtoto anafungiwa kwa kiuno uzi mweusi kanatengeneza nagananilii kabisa. Nasema haya yote mnayajua, yani hapa, hata zina mafumbo haya, ndio nasema mnayajua ehe mm. <laughs> eh, na mafumbo hayo wasiozijua anasema wawate wasio na mafundisho hayo. Mafundisho yani hawajafundishwa kwamba shetani ana, ana mafumbo wasiozijua, fumbo za shetani ndio kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Sitaweka juu yenu mzigo mwingine, atafanyaje? Ila mlicho nacho kisikieni. Mlicho nacho kifanyaje? Kisikieni sana. Hapo ishia hapo.